Msako wa ujenzi holela Kariakoo waanza kung'ata. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tano wa gazeti lako la Mwananchi. Lakini tumetimiza ndoto za Nyerere. Hilo ni gazeti la Mwananchi na hii ni habari kubwa inasema, tumetimiza ndoto za Nyerere. Hapa e, ni Steven Wasira akiwa na Dk Rais Samia Suluhu Hasani e, wakiwa wakitembelea kaburi la hayati Mwalimu Nyerere. Lakini JK awashukia wabaya wake wanaomsema JK hawashukia wabaya wake wanaomsema. Lakini faida hatari, CCTV kamera nyumbani. Faida na hatari ya CCTV kamera nyumbani, wataalamu wataja maeneo sahihi, waonya sheria ya taarifa binafsi inavyovunjwa. Wanazifunga eh, vyumbani waonywa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, lakini kuna habari inasema Lissu, jamhuri ni mwendo wa mapingamizi. Lissu na jamhuri ni mwendo wa mapingamizi hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, sasa tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lenyewe linaanza na habari habari kubwa inayosema kwenye gazeti Lipashe, kuna habari inayosema jamhuri yapinga maelezo ya ushahidi kesi ya Lisu. E, ya Lisu, jamhuri yapinga maelezo ya shahidi kesi ya Lisu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe, lakini Doyo nitapunguza misafara ya rais kupunguza matumizi ya serikali. Eh, huyu ni Doyo asema nitapunguza eh, misafara ya rais kupunguza matumizi ya serikali. Lakini mtu mmoja akamatwa tuhuma za ubakaji wa, wa wanawake wanne. Eh, wakamatwa tuhuma za ubakaji wa wanawake wanne. Lakini upanuzi wa eh, mgodi wa Shanta Gold kuongezea maisha hadi mwaka 2034. Lakini Serengeti yaitikia kwa Samia Suluhu Hassani na RC senye mule aagiza ujenzi wa shule jumuishi Bahi ukamilike kwa wakati. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Ni kuna habari ya kimataifa yasema, kanisa Katoliki Kenya labaini divai baada ya kuuzwa, ba, eh, kanisa Katoliki Kenya labadili divai baada ya kuuzwa, ba hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe e, pate nakale yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako e, gazeti lako la Habari Leo lenye habari inayosema e, Kikwete awajibu wanaomwombea e, mabaya huyu ni rais Kikwete e, awajibu wanaomwombea mabaya. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, lakini ACT wa wazalendo kuwajengea wenye hali duni nyumba e, ni habari ya ukurasa wa 4 inasema: ACT Wazalendo kuwajengea wenye hali duni nyumba. Lakini habari kubwa ndani ya gazeti la habari leo ni e, Samia atoa somo wanaodharau wanawake. Samia atoa somo wanaodharau wanawake, asema kwenye maendeleo hakuna jinsi, ahidi ah, kuendeleza mchakato katiba mpya, lakini sisi mkuto kubali nchi iume. Na kuna habari inayosema serikali yatoa trilioni 3.5 kuwezesha vijana kiuchumi serikali kutoa trilioni 3.5 kuwezesha vijana kiuchumi. Lakini mseme hali ya kampeni shwari, huyu e, ni misime asema hali ya kampeni ni shwari. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo, upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema Dr. Samia tutaendelea kumwenzi Mwalimu Nyerere. Huyo ni Dr. Samia asema tutaendelea kumwenzi Mwalimu Nyerere lakini Dr Mwinyi awakosha wajasiria mali. E, Dr Mwinyi awakosha wajasiria mali, serikali kuendelea kutoa mikopo bila riba. Lakini Dr Mwinyi aishukuru Oman kuendeleza uhusiano, tutaziwezesha manispa halmashauri. Huyo ni Othmani asema, na huku spika Zuberi afungua duka la Hisense akaribisha wawekezaji Habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazia gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, linatuandikia Mlogazila kufanya kambi ya kupandikiza meno. TANESCO yazindua konekti umeme pika kwa umeme, umeme, umeme. Lakini padri wa Katoliki atoweka kwenye mazingira ya kutatanisha. E, padri wa Katoliki atoweka kwenye mazingira ya kutatanisha, lakini tiba utalii yafungua fursa za kibiashara kwa Tanzania na Komoro. E, tiba utalii yafungua fursa za kibiashara kwa Tanzania na Komoro. E, e, chemba ya biashara ya Anjuani ya inisha fursa. Lakini Dr Asha Mahita aweka mkakati kuimarisha mifumo ya dawa, e, ya Komoro, lakini Dr Samia apokelewa kwa shangwe Butiama hiyo habari kwenye gazeti lako la raia mzalendo asema Dr. Samia apokewa kwa kishindo Butiama. Lakini kwenye gazeti la Kolam Tanzania leo asubuhi ya leo, asubu leo linaandika Dr. Chimbi kuunguruma Kigoma Jumapili. E, Dr. Chimbi kuunguruma Kigoma Jumapili. Lakini mufti asisitiza amani mshikamano kwa taifa. E, Huyu ni Mufti Zuberi asisitiza mshikamano na amani e, kitaifa. Lakini kambi ya madaktari bingwa yaibua fursa mpya Komoro. Kambi ya madaktari bingwa yaibua fursa mpya, Komoro Tanzania kushiriki usambazaji dawa na vifaa tiba. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini Jakaya Kikwete Jakaya Kikwete asema wanaomwombea kifo watatangulia wao. Huyo ni Jakaya Mrisho Kikwete asema wanaomwombea kifo watatangulia wao, mimi ni mzima wa afya, sina mafua wala kichomi. Huyo ni Jakaya Kikwete baada ya sintofahamu kutoka mitandaoni Eh, kusema vibaya kuhusiana na afya yake, lakini awajibu lako la Dira ya Mtanzania Kikwete, mabaya mtatangulia, watatangulia wao. Lakini Dr Samia msiogope, Oktoba mkapige kura, Oktoba 29 nendeni mkapige kura lakini TRA yaipa Kongole Bariki kwa ulipaji kodi mzuri na hukumu ya mpina ya hairishwa. E, hiyo ni hukumu ya mpina ya hairishwa, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira, e, ukurasa wa mbele. Lakini tukichana gazeti la Dira tuangazie sasa, e, ndani ya gazeti lako e, gazeti la Taifa Tanzania lenye linatuhabarisha Dr Samia Azishi ndoto za mwalimu Nyerere. Dr Samia azishi ndoto za Mwalimu Nyerere, aelekeza aeleza dhana ya maendeleo na umoja wa Tanzania akiwa Serengeti, awaeleza maendeleo haya ali mwanamke wala mwanaume. Lakini tiara hei yahimiza biashara halali ya madini na serikali imetumia trilioni 3.5 kuwezesha vijana, habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo e kwanza lakini tuangazie gazeti lako la uelekeo lenye lina habari inayosema wanaoniombea kifo watatangulia wao. huyo ni JK. Lakini anayetuhumiwa kubaka wanawake wanne adakwa. E, anayetuhumiwa kubaka wanawake wanne adakwa. Dr Samia asisitiza katiba mpya, asema wanaotisha watu wasitoke kupiga kura watashughulikiwa. E, asema wanaotisha watu wasitoke kupiga kura watashughulikiwa. Lakini aahidi kufikisha watalii milioni nane. Yo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa e, mbele. Lakini ikiwa imebakia bado siku kumi na saba tu e, kuingia kwenye uchaguzi mkuu e, yo ni habari kwenye gazeti la Uelekeo. Na kwa chana gazeti la Uelekeo tuangazie sasa, gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika TRA ya wapongeza wanaolipa kodi kwa hiari, yo ni habari ukurasa 16 lakini Dr. Samia wanawake tuna uwezo wa kuongoza huyo ni Dr. Samia asema wanawake tuna uwezo wa kuongoza. Nchimbi ataja Dr. Samia ujenzi wa bandari ya Kwara, huyo ni Nchimbi ataja Dr. Samia ujenzi wa bandari ya Kwara, lakini Dr. Mwinyi asema kupeleka mikopo isiyo na riba, riba hadi ngazi ya chini. Hilo ni gazeti lako la uhuru kwenye ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la jamvi la habari lenyewe asubuhi ya leo ukurasa wa mbele linaandika Dkt Samia asema usalama upo shwari. Hilo ni gazeti la jamvi la habari linasema Dkt Samia eh, asema usalama upo shwari, awaambia wananchi wasisit, wasitishwe wakapige kura kwa amani. Huyu ni Rais Samia ahakikishia wananchi usalama upo wakapige kura kwa amani. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini Dkt Mwinyi aongoza dua maalum ya amani, eh, Dkt Mwinyi aongoza dua maalumu ya amani. Hilo ni gazeti la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti la Wamachinga sauti wa ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika Doyo ahidi kupunguza msafara wa Rais. Huyo ni Doyo ahidi kupunguza msafara wa Rais, Rais fedha kuelekezwa kwenye maendeleo ya jamii, atoa ahadi kurejesha heshima ya fedha ya umma. Lakini Waziri Mkuu Kasim Majaliwa afungua maadhimisho ya wiki ya vijana. Huyo ni Waziri Mkuu Kasim Majaliwa afungua maadhimisho ya wiki ya vijana. Lakini mhandisi mativila akagua barabara ya utete kipungura, huyo ni mhandisi mativila akagua barabara ya utete kipungura. E, hiyo ni habari ukurasa wa pili. na habari kubwa ni samia awararua wa Beza wanawake majimboni, huyo ni rais samia awararua wa e, wan Beza wanawake majimboni. Lakini ole wao wanaopanga vurugu, huyo ni samia asema ole wao wanaopanga kufanya vurugu hiyo. Eh, ni kauli kutoka kwa amiri jeshi mkuu wa majeshi Rais Samia Sulu Hassani, anasema eh, ole wao wanaopanga vurugu hiyo. Eh, ni habari kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge, pate na nakala yako kwa habari kwa kila gazeti lako la Mwana Habari, gazeti bora linaandika eh, Bashungwa endeleza kampeni kusaka kura, Dr. Samia Karagwe, lakini RC Chalamila ataka mikakati ya haraka kuboresha huduma ya maji. Na Dkt. Samia, nitajenga uwanja wa ndege Serengeti. Lakini waziri mkuu afungua maadhimisho ya wiki ya vijana. Huyu ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa afungua eh, maadhimisho ya wiki ya vijana. Eh, na tuachane sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Gazeti la Mwanahabari linatuambia eh, Yanga TRA watoka suluhu mechi ya kirafiki lakini Simba kurudiana tena na Alhilali kiafrika e, kirafiki e, Simba kurudiana tena na Alhilali kirafiki. Lakini Pakome anza apiga pasi ya bao. Ivory Coast Salah aiongoza Misri kufuzu kombe la dunia. Hiyo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo. Huku gazeti la Wamachinga linaandika Ibenge ligi kuu Tanzania bara ni ngumu. Huyo ni kocha mkuu wa Azam FC. E, Ibenge alisema ligi kuu Tanzania bara ni ngumu, lakini kocha Lema Tuna kikosi imara msimu huu. Huyo ni kocha wa timu ya wanawake Yanga, Edna Lema asema tuna kikosi imara msimu huu. Lakini Mandwanga, michezo itumike kuhamasisha kupiga kura, na muya aomba sapoti kwa mashabiki. Huyu ni muya aomba sapoti kwa mashabiki, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa so, wa michezo huku. Jamvi la Habari inaandika fitoto kaibuka na hili jipya la Azam e, lakini sasa itakuwaje ni swali la kujiuliza. Huyo hapa atajwa kuwa kocha mpya Yanga ni nani huyo? Basi gazeti la kula jamvi la habari linakuhabarisha. Lakini gazeti la kula habari leo linaandika Helsi kuzibeba klabu barani Afrika. Huyo ni engineer Helsi Saidi kubeba, eh, klabu barani Afrika. Lakini kocha Yanga Princess alia na kadi nyekundu. Eh, kocha Yanga Princess alia na kadi nyekundu. Taifa Stars yaifuata Irani Habari leo gazeti lako la e, ninaandika e, la pakome anza kikosi cha kwanza gazeti, gazeti lako la Uhuru Yanga itambia Silver Striker, lakini Dula mbabe kutiki kwa Dr. Samia siri ya bondia Nasra yavunja siri ya bondia Nasra yavunja eh, siri ya bondia Nasra yavunja uwanja wa Al-Hassan Mwinyi kupigwa ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye michezo. Lakini Zanzibar Leo linaandika JKU Mlandege zaendeleza sare ligi kuu Zanzibar, Simba yaikodolea macho nusu fainali. Lakini kocha JKT Queens aivulia kofia Yanga, eh, kocha JKT Queens, na kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubuhi ya leo eh, lina habari inayosema msikie star Mbeya City eh, amesema nini huyu eh, lakini habari inasema msikie star Mbeya City. Lakini utata dili la roro bench la fols kumegwa eh, utata dili la roro eh, bench la fols kumegwa. Lakini pantev anza na mane Msimbazi eh, pantev anza na mane Msimbazi. Lakini ubilionea wa Cristian Ronaldo umetupa mdomo